Mhandisi Nyamohanga alifikwa na umauti usiku wa kuamkia jana katika ajali ya gari akiwa na dereva wake Muhajiri Haule, ambaye naye alifariki dunia. Ratiba za kumpumzisha marehemu zimeanzia hapa nyumbani ya Usabei, ambapo tuna maombolezo kwa siku ya leo jana leo na kesho, na kwa siku ya Jumanne tuna tutakuwa nyumbani Bunda kuendelea na maombolezo na tutapumzisha baba Jumatano baba tutamkumbuka kwa upendo. Baba ni mtu wa upendo sana, baba alikuwa anatupenda sana pia. Baba ni mcheshi, baba alikuwa ni mshauri mzuri. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mengi baba yetu. Baba alikuwa anatusisitiza kusoma. Nimeumia zaidi kwamba eh, Boniface hatashuhudia eh, siku ambayo eh, taifa letu litakuwa linazindua rasmi uh, mradi huu wabwawa la Mwalimu Nyerere, e, wakati yeye e, pamoja na wenzake ndani ya Tanesco na waliomtangulia wamehusika moja kwa moja kwenye kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati. Ngu mimi e, Boniface e, Gissima Nyamo-hanga alikuwa ni e, mtendaji wa serikali, mtendaji wa shirika la umma ambaye ni mwerevu msikivu sana. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dkt Doto Biteko atawaongoza waombolezaji siku ya Jumatano katika maziko ya Nyamuhanga. Nimekuwa nikifanya kazi kwa karibu sana na injinia Nyamuhanga. Kuna maeneo mengi amekuwa akinisaidia, nyote ni mashahidi. Siku si nyingi tulikuwa zilizopita, tulikuwa na, na janga la hali ya hewa pale manispaa ya Msoma. Miundombinu mingi iliharibika ikiwa ni pamoja na ya umeme. E, injinia alitusaidia kwa karibu sana. Reva tayari mwili wake umeshasafirishwa, tulisafirisha jana na tayari umeshafika mkoa wa Pwani ambako na yeye anapumzishwa leo. Mtoto yuko kwa kweli simba, ni msikivu. Ni mtu mpenda sana watu alikuwa ni mtu ambaye ni msikifu sana tumie. Omari Azam News.